Assalamu alaykum. Karibuni Farwat's Kitchen. Leo nitaonyesha jinsi ya kupika achari za rojo ambazo kwamba unaweza ukafanyia biashara au ukala tu nyumbani. Hapo niko na maembe ambayo kwamba nimenunua markiti yakiwa hivi, yani yashakatwa katwa, yashakaushwa. Lakini uhakikishe unayaosha vizuri sana maembe haya. Hapa hapo, hapo kabla ya kutia kwenye sufuria nilikuwa nimeyaosha kwanza kisha nikatia kwenye sufuria nikaweka maji, nikachemsha kidogo. Au unaweza ukachemsha maji kando ukaja ukaweka kwa juu. Lakini uhakikishe unaziosha vizuri sana kwa sababu mara nyingi huwa ziko na mchanga. Kisha kwenye sufuria pembeni utaweka sukari vikombe viwili, pilipili ya unga, maji vikombe vitatu na rangi nyekundu, na utakoroga vizuri, uiache ichemke mpaka itoe povu jingi sana, isinate, lakini itoe povu jingi sana kama hivi. Kisha utakuja uweke yale maembe na unaweza ukanunua maembe ya tayari markiti kama hivi, au pia unaweza ukanunua maembe mabichi ukayakatakata ukachemsha wewe mwenyewe. Kwa hiyo utaziacha achari zako mpaka ziwe kama hivi. Uhakikishe haziwe kavu sana, unaziacha na rojo rojo. Zinapendeza hizi achari za rojo zikibaki na rojo la kutosha. Na baada ya hapo achari ziko tayari, kwa hiyo unaweza ukaweka kwenye mikebe kama hivi na ukauza, au pia unaweza ukala tu nyumbani na kama unataka kufanya biashara hii ya achari za rojo, basi ni biashara nzuri ambayo kwamba unaweza ukaanzisha na ukafanya na ukatia faida. Kama mna maswali, basi mnaweza mkauliza hapo kwenye comment section kama kuna sehemu hamukuelewa, ama kama kuna tips zaidi za achari, tunaweza tukafunzana hapo kwenye comment section. Kwa herini.